Naam, we bwana Juma Lokole kwa mara ya kwanza leo tunaona kwamba ameamua kum, kum, kusanua watu kwamba kuna uwezekano eh, zile voices zikawa zimevujishwa na Zai mwenyewe. Voice ambazo amesikika Manara akiwa anazungumza vitu fulani hivi vya ajabuajabu ajabu. Eh, tumemsikia Manara akiwa anazungumza akidai akitoboa siri za watu wengi ambao ni mashuhuri wenye fedha zao hapa town eh, kama vile kina GSM, Diamond, Alikiba na wengine wengi hmm. Sasa kwa mujibu wa Juma Lokole, amekumbuka kuhusiana na kile kipindi ambacho Zai bado hajaacha au kipindi ambacho ndo Zai ameachana na, na na Manara, Zai alishawahi kuweka ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anadai kwamba yeye, bwana Mange Kimambi aliweka alipostigi kuna posti ambazo Mange aliziweka kumuhusu yeye zilikuwa si za kweli, kwa mujibu wa Zylisa. Sasa basi, Zylisa anadai kwamba Juma Lokole ndo anadai kwamba inawezekana hizo habari za kweli ambazo Zaya alimwambia Mange Kimambi amtafute, ili ampe, labda ndo hizi ambazo sasa hivi hapa zimevujishwa hizo voice kwamba hizo voice ni yeye ndo aliyempa Mange. Kwa mujibu wa Juma na hii post ambayo ameiweka. Juma amepiga screenshot ya ile post ambayo aliweka gazai katika kurasa yake wa Instagram kipindi kile alivyoachana tu na Manara, aliandika kwamba naona unaletewa habari za uongo. Huu ni ujumbe ambao aliutuma moja kwa moja kwa Mange Kimambi kwamba Mange Kimambi naona unaletewa habari za uongo kwa lengo la kunichafua. The time is now. Nitafute mimi mwenyewe nikupe za kweli. Hata interview round hii nitafanya. Nitoe maovu na machafuko ya huyu baba yote. Manara This time umeyakanyaga. Naona unaposti unaposti vistatus vyako vya kunidhalilisha. Sasa sitaki sitakaa kimya tena ume, umeona nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na house girl na kutongoza mtoto wa miaka kumi na saba wa binamu ya wa damu yangu Umeenda kuzua kwamba mimi namnyanyasa mtoto wako. Mimi like seriously? Eh, wanaonijua wana wananijua mimi ni mtu aina gani. Kila mtu anakushangaa, umeona eh? So Juma Lokole amekumbushia hiyo caption ya Zylisa kisha akaandika kwamba, hapa chini akaandika kwamba mnakumbuka hii posti alipostigi Zai mwenyewe siku ya kwanza tu walivyogombana na Haji. Sasa inakuwaje leo hii aseme kwamba si yeye aliyerekodi. Alisema kwamba atatoa habari za kweli zote, ndio hizi ambazo zinatoka sasa. Wambea eh, tuwe na kumbukumbu -kumbu japo kidogo. Hicho ndo alichokizungumza huyu. Ni Juma Lokole. Ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba ni yeye ndo alivujisha voice kwa Mange au si yeye ak? Tukisoma na kureplay na subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.